Ule ako na maoni tofauti atoe, aseme, akubalini na hii program ama ile. Lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini, nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa na tumesema never again. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake, ati kwa sababu ya dini. We will protect the security, stability and the unity of Kenya at all costs. Hii mambo ya tofauti ya siasa, hiyo ni sawa sawa. We have no problem. Hata wale wanaunda vyama ni sawa. We have no problem. But please, I beg you, fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people, wherever they are, is our first and most important duty as a generation. Watu wa Kisii ni wanabiashara, wako Nairobi, wako kila mahali, hata ng'ambo. Hautaki kuchochea wananchi hapa, kwa sababu hapa wale wengi ni Wakisii, lakini kuna Wakisii wengi wanaishi mahali pengine, ambao ni wachache wanaishi na jamii zingine. Usalama wao, umoja wao na zile jamii wanaishi kwao, pia ni muhimu vile wale wako hapo wako na amani. Tuwe na amani kila mahali.